Mnajadili goli na mama, nchi inauzwa. Mnaambiwa mpaji Mungu, kwamba huyu Mungu aliyetuweka kwenye nchi ya asali na maziwa akatuwekea ziwa Victoria akatupa dhahabu, alitaka tuwe maskini? Huyu Mungu angetaka tuwe maskini angetuweka, asingetuweka Alisema ili nchi iendelee, inahitaji mambo manne, takuwa na wakumbusha kila mara: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Ardhi tunayo, ardhi ndio inayobeba dhahabu inayobeba tanzanite inayobeba kila kitu, inabeba maji. Watu tunao, milioni sitini na tatu. Tunachokosekana kwenye nchi hii ni siasa safi na uongozi bora. Niombana tuwazungumza kuhusu uchaguzi ili tupate uchaguzi huru na haki, mpate siasa safi na uongozi bora, mweze kujikwamua kutoka kwenye umaskini. Na ndugu zangu wa Karagwe, tunapotaka mifumo ibadilike, hatutaki kupendelewa. Tunachotaka ni kwamba kuwe na fair play. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga defania anakuwa manara Ndiyo mechi itaharibika. Uongo kweli? Tunataka mfumo huru wa uchaguzi, ili hata CHADEMA ikini tuwaahidi uongo, isipotekeleza wananchi muisubiri kwenye uchaguzi, muipige chini, mweke mtu mwingine, ili heshima iwepo. Ndicho tunachopigania sasa. Wananiongezea hapa rasilimali. Tukitaka kutaja rasilimali, tutataja nyingi mno. Sisi ni wongo kweli? Bandari zinaondoka, bandari zin bandari zinaondoka, bandari zinaondoka. Ni kweli bandari zinaondoka, zimekabidhiwa kwa arabu wa Dubai kupitia DP World milele mpaka kiyama. Na sio bandari, viwanja vya ndege vimekabidhiwa kwa Omani, misitu yake imekabidhiwa kwa Saudi Arabia. Kila kitu yani ski si kweta akauza mbuga, si mwinye akauliza, nini kimebaki? Akaambia kilichobaki ni bandari, mimi nauza hizo. <coughs> Sasa hebu fikiria hivi, kama sio tatizo la uongozi, wewe una bandari. Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati. Uongo kweli? Yani sisi tuna bandari, maji ametupa Mungu bule Unachohitaji ni kujenga kitu kinaitwa gati. Gati ni, ni, ni badari, wa menjel, wa yuhuru, itali, ni stendi, ni sehemu ya kupaki meli ili shushe mizigo. Ndiyo bandari wamejenga wazungu kabla ya uhuru, kusomea mizigo yao, ilikuwepo. Unachohitaji ni kuiendeleza tu, ipo. Tunazungukwa na nchi sita. Nikisema unajua, nyiye wa haya mlisoma zamani, sasa hivi hamna

Basi Mungu amekuwekea wewe ni kujenga tugati pale weke watu wako, ikipita hapo unaingiza bunga, unaingiza hela, yani, huo huo ni duka bado haliishi leo na kesho mpaka dunia itakapoisha. Mungu amekuwekea wewe. Hawa Waganda wakiwa wanasafirisha mizigo yao si ndizi si kahawa si wanasafirisha kahawa kwenda nje, hawana mlango wa bahari, sitapita kwenye kwa nini kiingie kutoka Uganda kwenye lori inaingia kwenye kituo cha mafuta cha Mtanzania Uganda, cha yule mwenye cha jenima, heri. Imetoka Uganda imeingia kwenye kituo cha mafuta, yule mwenye kituo cha mafuta anamuajiri kijana wa Kitanzania, yule kijana akipata hela na fundi anapata hela, inatoka Uganda naku. Lakini ikipita tu ikifika bandarini, fedha zinaingia serikalini kuupitisha kwenye kwenye maji ya maji yetu tunaingiza Kongo, hivyo hivyo, Zambia hivyo hivyo, na nchi zote zinazotuzunguka ambazo zina mlango wa bahari. Eti hiyo bandari, Rais Samia ameingia, ameikabidhi kwa Dubai. Dubai ni jambo mwaka sitini na moja, Dubai ilikuwa na watu elfu sambili moja mbili tatu sabili, wanatembea wanaokota wamefanya uvumbuzi wao wa mafuta pipa la kwanza mwaka 69 leo, wako milioni tatu, sisi tuko milioni sitini na tatu. Kwamba sisi watu milioni sitini na tatu ni mandondocha hatuzai mtu yoyote mwenye akili wa kuweza kusimamia bandari, tumekabidhi kwa watu milioni tatu. Hivi nyewe, haya, mnanielewa? Mnaelewa nachosema tun